gezi kwa namna ambavyo anashughulikiwa maswala katika halmashauri yetu. Hapa tulipo ni kwa sababu ya jitihada zako pamoja na wale ambao wanaambatana nao, lakini ni kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa, kwa maelekezo ambayo umetupa na maelekezo haya ni kwa ajili ya kujenga Manyoni, kuleta maendeleo endelevu lakini pia kujenga siasa ya kweli katika wilaya yetu ya Manyoni. Hakuna siasa ya kweli itajengwa kama usimamizi wa sheria utakuwa kiwango cha chini. Na waheshimiwa wa madiwani wenzangu, tuendelee kuhakikisha kwamba wananchi wetu tunawapa elimu kufuata misingi na taratibu zilizowekwa, kwani utakusaidia tuwe na jamii yenye hini ambayo hayajiingizi kwenye mgogoro isiyokuwa na sababu. Ndugu zangu, tulipofika, tumefikia mwisho wa baraza letu, tuende tukasimamie swala la mapato kama tulivyozungumza jana. Ni aibu kwa miezi mitatu kuwa na asilimia mbili kwenye kata. Inawezekana kabisa, wajibu wetu hatuvyotekeleza vizuri. Aa, kwenye kata zetu viko vyanzo vya mapato watendaji wamepewa malengo yao, na sisi ndio wenye viti wa maendeleo katika ngazi ya kata. Kwa maana tuna uwezo wa kuangalia mapato wakati wowote na kujua vyanzo gani vilisimamiwa na vyanzo gani havijasimamiwa. Kweli ni wakumbushe, waheshimiwa madiwani wenzangu, tukasimame vizuri kwenye ukusanyaji wa mapato, tukashirikiana na watendaji wa kata pamoja na vijiji kama tulivyosema jana bila lindana, kwayo, mapato ya ndani hakuna miradi itakayotekelezwa. Kwa hiyo kukusanya mapato ni heshima yetu, lakini pia ndio uimara wa halmashauri na ndio kujibu ilani ya Chama cha Mapinduzi, yale tuliyoahidi yatatekelezwa kutokana na usimamizi thabiti wa mapato kwenye maeneo yetu, lakini tukaendelea kusisitiza wenye vitu vitongoji Fanya maendeleo ya rudi nyuma, badala ya watu kushughulikia kujibu hoja za wananchi kwa maana ya mahitaji wanashughulikia migogoro kila siku, kwa jambo ambalo halina tija kwetu. Ndugu zangu, wataalam wetu tunawashukuru sana kwa kazi wanazofanya tuna imani nimii kwa kiwango kikubwa, na pale ambapo zinatokea sintofahamu, basi kama mheshimiwa diwani kama baraza lakini tuhakikishe tunatimiza wajibu wetu kikamilifu. Na pande wa miradi tujitahidi, tuongeze vingi, tutoke hapa tulipo, amesema hapa mheshimiwa DC. Sasa mheshimiwa madiwani, kama kuna mradi kwenye eneo lako, hakikisha kwanza unatembelea kwenye mradi, lakini vile unavyoweza kuhoji na unahoji kama anavyosifanya mheshimiwa na sisi wengine tuinge mfano wake. Wakati wengine miradi inaharibika, sisi tunakuwa sehemu ya kulalamika. Mradi unaanza hatu, mradi unafikia hatua fulani, hatue, kamati zinakuja na sisi tunakuwa sehemu ya kuoo badala ya kuojia, hatutendi haki kwa wananchi wetu. Sisi tusiwe sehemu ya kulalamika, bali tuwe sehemu ya kutembelea za kata tukague, na baada ya ambapo tunaweza tukashauri tushauri. Hii itatusaidia sana kuhakikisha miradi yetu katika wilaya ya Manyoni inakwenda vizuri. Baada ya kusema hayo, nitamki rasmi mkutano huu ambao ulijadili ulijadili utekelezaji wa miradi katika halmashauri yetu pale tutakapo utangaziana tena. Asanteni sana Mungu